Kwa majina yangu naitwa Irene Josefat Mungula, ni mama aliyezaa watoto wawili ambao wana changamoto ya mdomo sungura na mdomo wazi. Nilipowazaa wale watoto, mara ya kwanza, nilipomzaa mtoto wa kwanza mwenye mdomo sungura, kuna changamoto nilizozipitia nilitengwa na jamii baada ya kuzaa yule mtoto akiwa na mdomo sungura na mdomo wazi mme alinitenga pia ndugu zangu wakanitenga pamoja na jamii wakawa mbali na mimi niliangaika na yule mtoto kwa kipindi cha miezi kumi na moja mtoto yule alikosa mahitaji ya msingi mpaka mauti akamkuta nimeenda hivyo nimezaa tena mtoto wa pili akiwa na hali ya namna hiyo ya mdomo sungura na mdomo wazi. Nilipojifungua mtoto huyo, na penyewe nilipitia changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza niliyoipitia, mume wangu kunikataa na kuanza kupigwa. Nina siku tatu nimetoka hospitali, akaniambia umeleta rahana kwenye familia yetu, huu ni mkosi na pia ndugu zake na penyewe walinitenga na kunikataa, na pia wakutaka kunisogelea na kumshauri ndugu yao aondoke pale nyumbani, imeenda hivi. Hata upande wangu, ndugu zangu na penyewe walivyosikia hiyo taarifa, nimejifungua mtoto wa namna hiyo, wote walinitenga, akabaki upande wangu mamangu mzazi tu, wengine wote wakanikataa. Ndani ya, ndani ya familia yako, mwaku, changamoto niliyokuwa naipitia kwenye familia yangu, na wenyewe walidai kwamba hali hiyo kwenye familia yao hawaitambui. Niseme vizuri, nimefanya kosa gani mpaka nimezaa mtoto wa namna hiyo? Tumeenda hivyo kwenye familia yangu, baadaye tulikuwa tumepanga chumba kimoja na mme wangu na watoto. Mme wangu ndipo alichukua hatua ya kumleta mwanamke pale pale, akawa ananifukuza usiku, hata saa nane za usiku anakuja na mke wake, wananiambia nitoke, naondoka naenda kutafuta sehemu pa kujistiri pa kulala. Kila nilipokuwa nikigonga, watu wote walikuwa wananikataa hata kunifungulia, hata kunipa msaada. Pale nilipokuwa nimepanga, mwenye nyumba ndo akawa kuna mda ananistiri, ananisaidia saidia, saidia pa kujihifadhi, lakini ilipelekea bado mwanaume kuendelea manyanyaso kuzidi, matumizi ya towi hela ya kula towi, yaani ni kipigo kwa kwenda mbele, sikupata furaha kabisa. Na kuwa anachukua yule mtoto anamshika mkono mmoja anamning'iniza, anasema kwetu hamna watoto wa namna hii pia ikutosha bado, jamii pia wakawa wanakuja watu wananifata wakiwa wanadai nimezaa ni diri. Unataka uondokane na umaskini, huyu mtoto muuze, ili ni diri hii sasa hivi hapa, utakuwa tajiri. Pia hizo changamoto zilinitesa na niliendelea kuishi kwa hofu, ikapelekea mpaka nilipokuwa ninaishi, manyanyaso yakazidi kwa mume wangu, Ndo nikachukua hatua ya kuondoka Fleva Angel ndo akawa amenisaidia kuondoka pale na kunipatia pa kujihifadhi, na, na, manyanyaso ndo yalinifanya nichukue jukumu la kuondoka pale. Hakunishauri mtu yoyote, ila yale manyanyaso Aho, Nilikataliwa na watoto wangu, wote walikataa kabisa, hawa watambui mimi. Ndo naishi na watoto wangu wote wakati huu. Familia yako unahudumiaje? Una shughuli yoyote ambayo unaifanya? La, hapana, sina shughuli yoyote ninayoifanya. Maisha yangu yamekuwa ni ya kuhangaika, hivyo ndo wakinisaidia au Fleva enyo, na pia ustawi wa jamii Bugando, ndo maisha yanaendelea. Labda mara baada ya kutoka nyumbani na ukaanzisha maisha yako mapya ya msaada kutoka shirika lakini pia na hospitali, waliwahi labda ndugu kukutafuta, kukuuliza hali yako, wakauliza labda uko wapi kwa wakati huo? Hapana, hakuna ndugu ambaye ameshawahi kuniuliza wala kunifuatilia mimi. Ombi langu kwa jamii, nilikuwa ninaomba jamii ipate kunisaidia jinsi ya kuwalea hawa watoto ndio nilichokuwa nakiomba. Mtu yoyote anayenisikiliza anisaidie kwa chochote kile, ili niweze kuwalea hao watoto, kwa sababu ilikuwa imeshafikia hatua, msongo wa mawazo umezidi, natamani hata nife na wale watoto wote, bora nijiue na watoto wangu wote, tujiue tu tufe, ili tuwache watu wana amani.